Karibu kwenye kipindi cha hadisi za Ropai TV. Leo nakuletea hadisi ya msikiti wa majini. Inaanzia kwenye kijiji kidogo ambacho kimezingirwa na msitu mnene, ambapo palikuwa na msikiti unaoogopwa na kila mtu. Ulisemekana msikiti huo ukuwahi kujengwa kabisa na wanadamu, bali na majini, na hakuna mtu yoyote aliyeweza kusali kwenye msikiti huo siku na waliowahi kujaribu hawakurudi kabisa, na waliorudi walirudi na wazimu. Mzee Abduli, mzee wa kijiji, aliwaonya watu kila siku, msiende humo kusali usiku, mtakutana na wenyewe. Lakini Yusufu, kijana mmoja mwenye jeuri, akusikiliza kabisa. Aliamini kwamba majini hayapo na kusema zote ni hadithi za kutisha za kufanya watu waogope kuswali usiku. Siku moja akiwa na tochi mkononi, aliingia msikitini, na tena ndani ya msikiti huo palikuwa kimya sana, na tena baridi kali iliyoambatana na harufu ya udongo ilimfanya aogope na kutetemeka sana. Ndipo akaamua kuwasha tochi, na alipowasha tochi, aliona maandishi ya Kiarabu mekundu ukutani, lakini hayakuonekana kuwa ni maandishi ya kawaida, maana yalienda ikibadilika pole pole. Ghafla taa tochi yake ikazimika. Ukimya na hofu vikatawala. Ghafla ikasikika sauti kubwa ikimwita kwa jina lake Yusufu. Alipogeuka aliona kivuli kirefu kikiwa na macho mekundu kikimwangalia. Miguu yake ilikataa kabisa kusogea. Kivuli kile kilianza kumkaribia pole pole, kilitoa sauti ya kucheka ya kutisha sana <laughs> Kilikuwa karibu kabisa. ghafla Yusufu ilisikika sauti yake ikipiga kelele ya maumivu. Ghafla, kimya kikatawala kabisa. Asubuhi yake walimkuta Yusufu mlangoni mwa msikiti akiwa amelala hana fahamu, mwili wake ukijaa makovu ya kuchomeka na maandishi ya Kiarabu mwili ni mwake. Tangu siku hiyo hakuwahi kuongea tena, na msikiti ule ulibakia kama ulivyokuwa na uliendelea kutumika kama ilivyokuwa mwanzoni. Hadithi ndiyo kwanza inaanza. Jukumu lako ni kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Ropai TV. Hii ni stori ya Msikiti wa Majini, sehemu ya kwanza.